Pesa ndio mpango mzima hapa. Kazi katika siku kazi sio, ni kitu kila siku milioni ngaika, kupika hapa chakula hela wapi? Kila siku bora niwe na mbuzi, nitamchinja nitakula mchuzi kuliko kuwa na binadamu kama wewe faida kukufuga watu kama nyinyi <tis> siwezi. Bora ni ishina mwizi. Najua elfu kumi nitanua kingine kuliko kushi na wewe. Sawa. Hmm. Na ngoja niondoke na sipiki. Mponye ndo haya. Kamini. Karibu. Ingia. Pina wewe. Eh, hey. Hey. Tayari sharudi. Eh, hey baba. Ndio kwenye ajira lazima ina spidi. Ah rafiki bshoaete, hatuna ajira, tuko tu kama mabwegi. Mi naitwa Azimtoshi Ndindindi, professional zina mbana Ndindindi. Nimesomea uwalimu wa zamu, lakini nikakimbia. Na wewe unaitwa nani?

Eh, bwana eh, nipe sifa zako rafiki. Sifa zangu. Mm-hmm. Mimi bwana nina misifa kweli kweli. Yaani kwenye misifa tu. Sifa ya ah, kazi, uh, sifa zako ndiye. Eh. Unanyelewa si au nijisema sifa zangu? Yaani kama uzoefu, uzoefu wako like nini? Sasa mimi kwenye uzoefu. Yaani hapo ndo umefika. Mimi nimefanya kazi China miaka saba nilikuwa kwenye kitengo cha ja kuchinja kobe. Mhm. Mm-hmm. kuchinja kobe, viula, jongo, nyoka kwa yapo hotelini kwako, kwa kama nyoka sijui kobe nini wanakuwepo, mi ni wale najua kucheza nao. Alafu kiacha hiyo mi na sifa nyingine, mimi mbio na mbio? <laughs> Aa, yani kwenye masuala ya mbio ndo usiseme, mi nakimbia vibaya, kama amekuja sijui majambazi wamevamia sijui nini hmm. Ami nakimbia, ami kwenye kukimbia wewe hatari Oh, ulinzi sasa oh. Si humo humo yaani sifa hizo zote sifa zinaingia yani uh, si- ehhe mi yaani huko kote naingia ehhe uh, kwa hiyo mimi, yani sifa zangu yani yaani na misifa ya kutosha. Mimi, uh, yaani usipate shida nami si sifa, sifa zako kubwa kubwa sana biashara yangu vita- vitaendana kweli mi biashara yangu ni chips tu ndogo ndogo ma haya uh, chiza mkuza, mkuza ma vitumbua manda chips. Ehhe, hata hiyo mi huku mi na fiti bora niende mm. Ehhe yani, huh?

Yani mara nyingi ni mkemia an yani, pua yangu inanusa sana harufu, kwa najua kama hii labda unga ngano ni mbovu e, chipsi imekaa vibaya inatakiwa e, tu ipate harufu mdomoni e. Kwa hiyo jomba hiyo kitu naweza sana, kwa mara nyingi wananitumiaga yeah. E, yani, yani, hata kwenye vitu vibovu na sana huyu kwenye mahoteli, ili mteja asije akala vitu vibovu na testi sana naonja huyu. Pua yake hatari, yani hii pua ikisogea, hata chipsi inakwambia ini ya jana.

wamkea kon kwa mnamkea mpaka watu mna mnaringana nao hapa, mna ziake ziake, ziake marafiki zenu rika moja. Nilikuwa nasema hivi hapa, napenda discipline na okay. Eh, wateja ni watu wa kuheshimu, maana ndio wanafanya biashara inafanya mpaka wewe utamani leo uje utafute kazi hapa. Kwa hiyo wale ndio wameniweka hapa. Ndio wanafanya ile ofisi fiki hapa. Au sio? Kwa hiyo mimi kitu cha kwanza napenda sana kuheshimu wateja wangu. Lakini sifa zangu kama zilivyoona shaka fulani. Eh, msera la mimi ni msera la shaka sisi. Yaani sisi makonki. Mhm. Yaani tuko vizuri. Basi, John kesho mazikazi, sawa? Sawa, sawa. Tunashukuru sana mzee. Kuhusu malipo mtaongea na meneja. Tunashukuru sana, tunashukuru sana. Yaani utafurahi, utafurahi wewe mzee.